Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tulipokea shilingi milioni 260 kwa ajili ya ujenzi wa mabweni mawili. Pesa iliyotumika milioni 256,665 na 668. Pesa iliyobaki ni milioni 3,734,361, ambapo ujenzi wa, wa mabweni bweni la kwanza lipo katika hatua ya upakaji wa rangi na bweni la pili lipo katika hatua ya lenta ya juu. Wewe si mwandisi? Mwandisi? ni hey, mkuu wa shule. Alichoeleza mkuu wa shule ni, ni, ni sahihi. sijataka unihakikishie ni sahihi au sio sahihi. Nataka unieleze tu. Kama alivyoeleza mradi huu ulipokea kiasi hiki, sasa umefikia asilimia hii, changamoto ni hizi, tumechukua hatua hizi, status ni hii. Nataka unieleze sasa. Wewe kama mwandishi wa mashauri huu mradi, wewe ndo custodian wa majenzi, nieleze sasa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, fedha tulizozipokea ilikuwa ni kwa ajili ya ujenzi wa madarasa manne, kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya walimu, ujenzi wa mabweni mawili pamoja navyo mpaka sasa madarasa yamekamilika, nyumba ya walimu ipo hatua za mwisho kabisa za umaliziaji, vyo navyo vipo katika hatua ya mwisho, uwekaji wa mfumo wa maji taka. Mabweni mawili, bweni la kwanza lipo katika hii hatua ya umaliziaji kwa maana ya upakaji wa rangi, na bweni la pili lipo katika hatua ya lenta. changamoto ni kama zilivyoelezwa ni kwamba uh, kutokana na gharama za mradi kuwa juu, umaliziaji wa mabweni umeweza kusuasua. Kama unavyoonesha, kiasi cha fedha ambacho kimebaki akiwezi kukamilisha mabweni. Kwa hiyo japo kuna baadhi ya vifaa ambavyo vipo, kama mabati ya hayo mabweni tayari yameisha nunuliwa na vifaa vingine vichache ambavyo vinaweza vika nani vikasaidia vika katika ku, kusogeza kazi afisa mipango ni kamati ya shule kwa sababu shule hii sio shule mpya, vilevile kuna madarasa ya O level ya pili <coughs> upande wa pili. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba tunapata eneo la ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya form 5 na no form 6, walitafuta eneo kule ambapo kuna shule iliyoanzishwa lakini ikawa inaonekana kwamba wananchi hawakuwa radhi kutoa eneo kwa hiyo wakawa wamechagua eneo la upande wa huko ambako wakati tunachagua hili eneo tulikuwa tuone kwamba kuna gharama zitaongezeka kwa kuchagua hili eneo ni sahihi, lakini nadhani tu kipindi ambacho wanatakiwa kuanza ujenzi wangefanya leveling. Sasa kipindi hicho nadhani hiyo, yeah. Ha, taratibu hazikufanyika yeah. yeah wakati tunasema sasa shule itajengwa hapa Ndia. Kwa aina ya eneo lililochaguliwa, kama kuna gharama zinaongezeka. Maana fedha zilikuja kabla nyinyi mjiamua mnajenga wapi, si ndio? Fact hii ni sahihi, mleletewa fedha kabla mjafanya decision ya wapi mnajenga, kisha baada ya kuletewa fedha mkaamua tutajenga hapa? Au mnataka kuniambia maamuzi ya eneo yalikuwepo kabla ya fedha kuja? Eneo lilikuwepo kwa sababu kuna shule. Mama anasema pesa mlivyoletewa ndio zilikuja na maelekezo ya shule mjenge hapa, au nyinyi mliamua baada ya fedha kutokea? Hapana, hiyo itakuwa ni maamuzi ya kamati ya shule. Kamati ya shule ndio iliamua kwamba hili litakuwa eneo la kujenga miundombinu inayofuata. Kwa sababu sasa mlivyobaini kwamba tunajenga hapa, zile gharama zinazoongezeka automatically zilionekana, kwa sababu eneo lilionekana linahitaji kufanywa leveling. Ni gharama, hmm. distance ya kutoka mjini mpaka hapa kuleta hapa ni gharama. Mlilijadili vipi? Ndio maana tunasema afsa mipango, hili uliviona Ah, kimsingi swala hili sisi tukisha tafuta fedha swala la kukaa kamati na mainjinia kuamua disain ya eneo litakapofanyika inakuwa ni swala la, la, la, la, la ujenzi, kamati ya ujenzi pamoja na, na injinia atakapotoa BOQ. Oh, injinia akiamua kutupelekea mradi sehemu ambako fedha hatuna tunaenda. Hapana kiongozi. Na nadhani hapa mheshimiwa DC nisikilize vizuri sana. Nasema wakati tunaamua kwamba mradi huu unakwenda kutengenezwa hapa, automatically tulijua kwa kupeleka huu mradi hapa kuna gharama zinaongezeka. Hizi gharama zinazoongezeka zilijadiliwa au mliamua kuanza kutekeleza mradi bila kujua gharama zinazoongezeka zinatoka wapi? Kwa sababu ukiamua kwamba mradi tunaotoa NOA, tunapeleka NOB, lakini NOB kuna gharama zitafanya nini, zitaongezeka automatically. Idara ya mipango inawajibika kujua hizi fedha zinazoongezeka tunafanya nini kuzi overcome kama hakuna sosi ya kupata hizi fedha? Maana yake lazima urudi kwa watu wa majenzi, uambie kwa designing yenu, kwa mipango yenu, fedha hizi hatotokuwa nazo, ili waje na option nyingine. Lakini ukiruhusu option ya watu wa ujenzi kubaki ile ile, wakati utafuti chanzo cha kuongeza pesa ambayo inapungua, maana yake tunaendelea kujenga mapagala haya, kwa na majengo ambayo hayakamilika, na kinachoonekana ni kwamba nyinyi wote mlijua haya majengo yatokamilika, isipokuwa hakukuwa na mpango wa kwamba kama hayatokamilika tutafanya nini. Mpango wa halmashauri ulikuwa nini? Mpango wa halmashauri ulikuwa ni nini? Serikali imewaleteni fedha, mmechagua eneo ambalo linaongeza gharama ya mradi, lakini hamna option ya wapi mtapata fedha za kuongeza. Matokeo yake fedha za serikali zote mmemaliza, za kuongeza hamna, mnabaki na, na mapagala. Lazima tu reach consensus kama wataalamu. Fedha zimekuja tunazungumza, tumepokea fedha milioni mia saba kwa ajili ya mradi namba nane unatekelezwa wapi? Unatekelezwa hapa jamani. Kama mtajenga pale, gharama za usafiri zitaongezeka. Kama mkijenga pale, gharama za kupeleka vifaa zitaongezeka. Kama mtajenga pale, leveling ya kiwanja itaongezeka. Matokeo yake nini? tutakuwa na ziada ya milioni 200 ambazo haziko kwenye pesa tulizoletewa. Tunafanya nini? Ndio kazi ya afisa mipango Afisa mipango atakaa na wana CMT yake pamoja na mkurugenzi wao, wataangalia ni nini wanafanya kwa pesa inaongezeka. Kama pesa ile iliyoongezeka hawana namna ya kufanya, ni lazima warudi kwa watu wa majenzi kuangalia ni nini kifanyike kurudi kwenye gharama za awali ambazo zimeletewa fedha tayari. Sasa leo mnakwenda kujibebesha mzigo hapa, halmashauri hamjatenga fedha, hakuna nguvu za wananchi, ili jengo litabaki hivi hivi kwa miaka sita mbele tukitafuta fedha za kujenga. Serikali imekuletea hela ambayo inatosheleza mradi kamili, mradi hautokamilika na hauna njia mbadala ya kupata fedha zingine, tutakuwa na maboma ya hivi mangapi kwenye halmashauri nzima. Ushauri wangu tusiishi kwa vimemo, tusiishi kwa mabarua, tusiishi kwa note that, tuzungumze. Kazi ya serikali ni kuzungumza. Mtu wa ugavi, mtu wa majenzi, mtu wa mipango ni lazima mzungumze, kumsaidia mkurugenzi kufanya the right decision when it comes kwenye utekelezaji wa miradi kila mmoja akisema afanye anavyoweza, ya matokeo yake ni hivi: mimi kazi yangu kujenga bwana, mimi kazi yangu kutafuta wanunuzi bwana, mimi kazi yangu nini. At the end of the day nani hizo gharama zote ambazo serikali ileta pesa sasa hazijatosha, nani anakwenda kubeba mzigo? Natuulizane hapa, nani anakwenda kubeba mzigo? Wananchi watachangishwa hapa, mkuu wa shule atachukua atatafuta hela hapa, diwani atatafuta hela hapa, na wananchi wanajua serikali ileta fedha kamili kwa mradi kamili. This might be looked as small challenges but they are big challenges when it comes to unfinished projects. Mtu anaangalia pale nyumba nzuri ya mwalimu nzuri kabisa, madarasa mazuri kabisa, vyoo vizuri kabisa sijui nini, mabweni mazuri kabisa, alafu kuna unfinished project iko pale na wanakuambia hela ya pale ilikuja sambamba na hela ya huku. Mwananchi gani atakuelewa? Haya, si makosa ya wananchi wala sio makosa ya serikali, ni makosa ya individuals ambayo yanalazimisha kuonekana ni makosa ya serikali. Kutokufikiri vizuri, kutokupanga vizuri, kutokuamua vizuri kunalazimisha makosa ya watu binafsi kuwa ni makosa ya serikali, jambo ambalo hatuwezi kulikubali. kwa ni lazima, mnaporudi kwenye management team kule, lazima muangalie kila mmoja atimize wajibu wake. Mheshimiwa DC, ndio maana dasi tumemweka kuwa mjumbe kule, muwagaidi hawa watu. Mheshimiwa DC, uko pale, muasimamie hawa watu, otherwise hii hela ya hapa haitopatikana leo wala kesho wezenu wote walioletewa pesa sawa na nyinyi, wamekamilisha na watoto wameshaanza kutumia mabweni yale. Nyinyi bado mko kwenye mast ya imepungua shingapi pale? Ah yani, nasema hivi, uliletewa shingapi kujenga ilibweni na wewe unasema imepungua shingapi i Uliletewa shingapi kujenga bweni? milioni mia moja thelathini. Si ndio bwana? hapa bweni liliposimamia linahitaji shingapi milioni ishirini na sita? wewe milioni. wewe ni fundi ndugu yangu. Ndio maana jamani nilisema bwana aeleze huyu mradi, unapokuwa muhandisi lazima ufil mradi wako unaousimamia uujue, uwe na ownership ya mradi usiwe kiranja wa mradi wa kuja kuchungulia na kuondoka. Narudia, mwalimu, njoo hapa. Mmeletewa shilingi ngapi kwa ajili ya bweni? mkuu, tumeletewa... ni yeah. Hili hapa lilipokwamia linahitaji shilingi ngapi? Haujajibu swali. Hili hapa ili likamilike linahitaji shilingi ngapi? Haiwezekani, haiwezekani hata kwa akili ya mtoto wa shule tu, kwamba umeletewa milioni mia moja kwa ajili ya ujenzi halafu umeshindwa kumaliza, unasema nahitaji milioni sabini kwa ajili ya kukamilisha ujenzi. Nani atakuelewa kwenye akili ya kawaida? Hata wewe ndo ungekuwa mtoaji wa fedha, umeletewa milioni mia kujenga jengo, umeshindwa kulimaliza, unasema he, tukuongeze ngapi? milioni sabini? Kwa nini unataka kuniambia hapa mmetumia milioni thelathini tu? Haya, milioni sabini zingine zimekwenda wapi? Ndio mnataka kufanya kazi ya leveling, imetumia milioni sabini?

Nadhani changamoto ya, ya awali kabisa ilikuwa ni ni kwenye BOQ, ilionyesha BOQ kabisa nani kwenye anatuandalia lakini BOQ, ni kuna idara ya ujenzi lakini changamoto kubwa inavyoonekana mm, hapa na sisi tulikuwa hey, tumewasiliana nao kwa sababu taarifa kweli tuliwaomba waandae hey, inaonyesha ufafanuzi kila jengo limetumia kiasi gani mm, na mapungufu au kama ulitoa hela nyingine kukamilisha jengo moja mm, uiandae. Kwa hiyo baada ya kutuandalia hiyo taarifa ndio ilionekana kwamba fedha za hapa mm, zimetumika kwenye miundombinu mingine. Kwa hii mingine ambayo imefika hatua hii ni kwamba imetoa hela jengo lingine, lakini, lakini jamani Kilolo ndugu zangu watu wa Kilolo, When will you ever change ndugu zangu, utabadilika lini? Nimekuletea hela za bweni, nimekuletea hela za darasa, nimekuletea hela za choo. Kwa nini unachukua hela za choo kupeleka kwenye hela za bweni? Kwa nini unachukua hela za bweni kupeleka kwenye darasa? Kwa nini unachukua hela za darasa unapeleka kwenye maabara wakati kila jengo lina fedha yake lina BOQ yake lina utaratibu wake wa manunuzi lina mhandisi wake lina fundi wake kwa nini kila fedha inayokuja isiende moja kwa moja kwenye eneo iliyotengewa kwa nini tunachukua hela za kulia kupeleka kushoto na katika prosesi za manunuzi na majenzi inawezekanaje mtu wa ugavi. umeletewa milioni mia moja kujenga darasa unachukua milioni moja, mia moja za kujenga darasa unapeleka kwenye bweni kwa utaratibu gani unapokuwa unanunua unasema unanunua kwa ajili ya nini unapokuwa unaagiza unasema unaagiza kwa ajili ya nini Mkikaguliwa hamtotoka salama. Maelekezo yangu, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwanza ni muhimu fedha za maendeleo zinapokuja hasa kwenye miradi hii ya afya na miradi ya elimu, fedha inayokuja kwa ajili ya, ya darasa ikajenge darasa, inayokuja kwa ajili ya choo ikajenge choo. Na ikiwezekana ni bora kila jengo litafutiwe mjenzi wake na taratibu zake za manunuzi, ili kila mtu awajibike na projekti yake aliyepewa bweni apewe fedha zake za bweni, vifaa vyake vya bweni na usimamizi wake wa bweni. Aliyepewa maabara apewe vifaa vyake vya maabara, fedha zake za malipo ya maabara, ashughulike na maabara. Lakini kitendo cha kuchanganya hela za kulia kwenda kushoto, ndio matokeo yake, mnaweza huku, mnashindwa huku, tunakuwa na viporo vingi sana kwenye miradi ya serikali. Sasa hii hatuwezi kuruhusu ikaendelea hivi. Katibu tawala, wewe ndio mwakilishi wa serikali kuu kwenye, kwenye mipango kule. Hii mkientertain huu ujinga, hamwezi kutusua, na ndio aliwakuta hata kule kwenye ile shule nyingine hela za huku mmepeleka huku, za huku mmepeleka kwa, the end of the day kote hapajakamilika. Na hiyo ni rahisi sana kuche, kuchezea kucheze hela za serikali, kwa sababu unajua, tulipeleka huku zilikuwa zikutosha, tukapeleka huku. Haya, hiki ulicholetewa hujafanya, kuna ugumu gani? Wewe injinia na mtu wa ugavi na nini, mna ugumu gani? Hela ya darasa ikapokelewa kwa ajili ya darasa, ikaanza ujenzi wa darasa, ikakamilisha darasa, kuna ugumu gani? Kwa nini unachukua hela za darasa unapeleka kwenye maabara? Kwa nini unachukua hela za maabara unapeleka kwenye bweni? Kuna chukua unachukua hela za bweni unapeleka kwenye choo, na wakati kila jengo limeletewa fedha yake. Nimechukua muda mrefu kwenye mradi huu kusema, kwa sababu najua mapumba, mambo ya kijinga yote yamejazana kwenye mradi unaofuata, ni hivi hivi kustaji kupoteza muda wenu mwingi zaidi. Haya maelekezo ninayoyatoa hapa, ndiyo yawe directives zangu na directives za serikali yetu ya mkoa, kwenye usimamizi na usimamizi na uendeshaji wa miradi fedha ya miradi inapokuja iende moja kwa moja kwenye majengo mahususi yaliyoainishwa, na kila jengo lipewe fedha zake, usimamizi wake na ufuatiliaji wake, ili kuondoa utaratibu wa kubadilisha matumizi ya fedha kutoka jengo moja kwenda jengo lingine, jambo ambalo limetupelekea sasa kuwa na majengo mengi ambayo hayakamilika kwa sababu tu ya kuyumbisha mtiririko wa fedha. Lakini jambo lingine nimesema, ni lazima kuwe na consensus baina ya mtu wa manunuzi, mtu wa majenzi na mtu wa mipango chini ya usimamizi wa mkurugenzi, ili kuharmonize mabadiliko ya fedha katika miradi la sivyo mtu mmoja atakuwa anafanya uzembe, anaingiza idara zingine zote kwenye shida. Uzembe wa mtu mmoja tu wa ujenzi anaweza kusababisha mtu wa mipango akaingia kwenye mkenge kama huu. Kwa hiyo ni lazima tubadilike, ndugu zangu. Sasa kwa haya yote ambayo yametokea hapa, what is the way forward? Tuna tuna upungufu wa shilingi milioni ngapi? Milioni thelathini ngapi hapa? Mmesema milioni 79. 79 haiwezi kuwa hapa, sasa tunazitoa hapa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya kuona kwamba tulitarajia wanafunzi wangeingia mwezi wa 7 mwaka huu kwa maana ya form hmm. 5 kwa, moto, tukasima, basi, gine. Kwa hivyo tuliona kuna hii changamoto tukasema basi hili jengo lingine linaweza likawa linasubiri kidogo. Kwa hiyo halmashauri imeongezea fedha kwa ajili ya ununuzi wa milango pamoja na vitanda, ili in case sasa kama mwakani tutata, tutapata wanafunzi basi tuchukue wanafunzi ambao watatosha kuingia darasa hili. Wakati huo tunajipanga kulingana na mapato tunavyoendelea kupokea mapato ya ndani, basi tutaendelea kumaliza. Lakini mnaona shida, mnaojitafutia. Serikali imekuletea hela kamili kabisa bwana serikali imekuletea inajua hapa, ili watoto hapa wapate elimu bora, wazazi hapa wapate shule nzuri ya kulea watoto. Umeletewa shule, ina madarasa ya kutosha, ina nyumba za walimu, ina mabweni, ina bwalo, ina maabara, a complete package. Umeletewa kwa uzembe tu, leo unabaki na majengo nusu nusu robo robo robo, kwa uzembe tu. Nadhani hili somo mkajifunga jifunze, na mimi nataka niwaambie, ni watu wa Kilolo, you either change by yourself or otherwise circumstances will change you by force, ni either mbadilike kwa hiari la sivyo mazingira yatawabadilisha kwa nguvu, kwa sababu hakuna mtu atentetaini ujinga huu kila siku, na haiwezekani kwa mkoa huu. Kila siku tunazungumza habari ya Kilolo, kila siku Kilolo matatizo yale yale, gharama zinazidi zile zile. Wenzenu wanajenga wanakamilisha, ukija huku tuna bado kasoro hizi bado kasoro hizi, haiwezekani. Eh, mama kaimu mkurugenzi, tunakubebesha hii mizigo kwa sababu una kaimu, lakini wewe ndio kiongozi hapa. Haya mambo hayawezekani, na niliwaambia siku ile nimekuja kuzungumza na watu wa Kilolo, kuna baadhi ya mambo rekebisheni, yanawachafua na haya madhambi yote ya, ni madhambi ya watu wawili watatu tu wanaowachezesheni akili. Wewe nyumbani kwako unaweza ukajenga nyumba ukasema bado bado milioni 200? wali wa kushiba si unaonekana kwenye sinia? ukianza msingi tu unajua tofali zinazokuja hapa zinahitaji kiasi fulani, hata kunaambia mpaka unaanza unaanza msingi, unafika kwenye renta, hujajua ile jengo nakamilisha au sikamilishi. leveling gani ambayo inachukua milioni 70? nani atakuelewa? hata kama una nyumba lakini, akili ya kawaida tu unaona kwamba hii kitu si sawa. Ni watu wa majenzi. huu mlango mnao tupitisha huu, tutapita peke yetu, tutapita wote na mchoke kuwa mnachunguzwa kila siku, TAKUKURU ina nyinyi sijui nani nani, inakuwa wilaya ya uchunguzi. Kwa makosa ya watu wachache tu mnachafua heshima za watu walioletwa kufanya kazi kwenye wilaya. Mtu akisikia tu kapelekwa kwa sababu hey, hey, hey, utapona kweli huko? Idara moja tu ujenzi, manunuzi, elimu, afya, niko mambo haya yanatokea, mheshimiwa DC, na mimi nataka kuomba mkuu wa wilaya be aggressive, mzee usicheke na watu hapo wa. Uzuri ni kwamba hawa wote hawa wana staff baada ya miaka 60. Mimi mambo yakiharibika, mimi na wewe ni dakika mbili, popo biashara imekwisha. Hilo lazima ulijue hawa wanaoharibu kazi mkawachekea, hawa watasurvive kwenye huu mfumo mpaka wanafikisha miaka 60 lakini, mimi na wewe mambo ya kijinga yakitokea, kalamu ni nyepesi, nafasi inajazwa ili aletwe anaweza kusimamia kwa viwango vinavyotakiwa. Kwa nataka niwaambieni, mimi bado kijana nakaokuwa mko nakataka sijafikisha hata miezi sita. Tusiharibiane kazi, tusiharibiane kazi. Kurugenzi, nadhani mmenisikia vizuri. Mwandishi, mmenisikia vizuri. Mtu wa manunuzi yuko hapa, yule dada, mmenisikia vizuri, madam Haya oh, mambo ya kijinga siyataki, na hapa hatujaanza kuhangaika na ile miradi mipya tuliozungumza. Hivi vyote ni viporo, hatujaingia kwenye miradi mipya. Kwa hiyo huu upumbavu wote ambao nimeuona kwenye miradi ya zamani nisikutane nao kwenye miradi ambayo tunaanza kutekeleza sasa. Nadhani nimeeleweka vizuri, mkurugenzi. Hii yes. lugha ya umbali siu nini, zimepungua. Sitaki kusikia kwenye miradi ambayo ndio tumeanza sasa hivi, sitaki kusikia kwa sababu makosa ameshayajua sehemu ya kurekebisha, mmeshajua udhaifu mmeshajua uko wapi. Sitorudia haya maneno, Mheshimiwa DC, nadhani nimeeleweka vizuri. Jamani, asanteni sana.